o wa Kipemba, ndugu maafisa na wapiganaji, katika kuhakikisha idara maalum zinajitegemea basi tutahakikisha kwamba tunatengeneza yale mazingira ambayo idara zetu hizi sasa zijikuze kiuchumi tuondoke hapa tulipo. Ndugu maafisa na wapiganaji, niendelee kuwakumbusha kuendelea na majukumu yenu ya msingi, kama nilivyosema, yakiwemo ya kuimarisha ulinzi wetu tulionao katika maeneo yetu kama kwa mujibu wa sheria ulivyo. Kwa hiyo ziara yangu hii, lengo kubwa, kama nilivyotangulia kusema, ilikuwa ni kuja ku kusalimiana, kujitambulisha, kuwataka mnipe mashirikiano, kwani wizara hii inahitaji mashirikiano makubwa tena, kuanzia ground level, kuanzia mtu wa chini, kuhakikisha tunatimiza yale malengo tuliyokusudia kwenye serikali. Na tuna imani kubwa kwako, uwepo wako sasa pale ambapo mheshimiwa waziri Masudali, tabakisha utapachukua wewe, na tutamalizia changamoto zote za idara maalum za SMZ tulikuwa nazo. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri, wanajeshi wa kikosi maalum cha kuzuia magendo walioko mbele yako wanahama kukusikiliza, wtasimani na mimi nikueleze tu Mheshimiwa Waziri, wanajeshi walioko mbele yako ni watiifu kupokea maelekezo yaliyotolewa yatakayotolewa mara kwa mara kwa muda wote wa utumishi wao kwenye majeshi, kwa sababu tunaheshimu vyopo vyetu, tunaheshimu vyopo vyetu, tunaheshimu vyopo vyetu. Kiapo ndicho kinachoongoza kulingana na maadili ya kazi zetu. <coughs>